Moja kwa moja ni kwamba utafiti uliofanywa na shirika la Elimu Bora umefichua kwamba wazazi katika shule za umma za msingi na zile za sekondari mzigo wa ada haramu. Ada hizo haramu zinajumuisha zile za usajili, madawati, vitabu karatasi za uchapishaji, miradi ya maendeleo, masomo ya ziada miongoni mwa nyingine. Asilimia 85.7 ya shule zilizochunguzwa huwatuma wanafunzi nyumbani iwapo wanashindwa kulipa ada hizo, hali inayosababisha ongezeko la visa vya wanafunzi kuwacha shule. Shule mwanahabari wetu Nancy Okware na kina cha taarifa hiyo Huku shule zikijiandaa kwa mhula wa pili kuanzia kesho, wasiwasi wasi kuhusu ada haramu bado imewakodolea macho wazazi katika shule za umma msingi na zile za sekondari msingi, kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la Elimu Bora. Ijapokuwa elimu ya shule hizo inapaswa kuwa bila malipo, zaidi ya asilimia 90 ya shule hizo hutoza ada za usajili. M.M. Shah Primary School in Kisumu charges between 15,000 and 20,000 for admission

Aidha, kati ya asilimia 45 na 55 ya shule zilizochunguzwa bado hutoza ada za vitabu, huku baadhi ya shule zikihitaji malipo ya pesa taslimu. Nyingine huwapa wazazi orodha ya vitabu vya kununua. Utafiti huo pia ulibaini kwamba asilimia 58 na ya shule za sekondari msingi na asilimia 40 za shule za msingi hu ambazo mara nyingi husingiziwa kuwa ada za ujenzi wa madarasa, maabara au vyoo, zimeenea licha ya masomo sampuli hiyo kupigwa marufuku. Takriban asilimia themanini na tisa ya shule huwashurutisha wanafunzi kushiriki masomo ya ziada kwa gharama, hususan katika gredi ya sita na shule za sekondari msingi. Mwalimu ana muda na mwanafunzi, anapochukua muda zaidi anaitisha fedha zaidi. Kwa hivyo naona hiyo si haki. Shule nyingi zinadaiwa kutotoa risiti za ada kama hizo, hali inayofanya wazazi kutozinakili au kuzihoji finance The government or the parent. Shirika la Elimu Bora sasa limewahimiza wazazi kutolipa ada hizo huku likitoa changamoto kwa serikali kuchukulia hatua taasisi za elimu husika. Unakuja kupata, ukienda nyumbani unapata watoto wako nyumbani na hakuna mtu anashughulika na, bila kulipa hii pesa hawezi kubaliwa pale. Na kutoka kwa uh, utafiti huo ulifanywa baina ya mwezi Machi na Aprili mwaka huu, ambapo jumla ya na zile za sekondari msingi ziliangaziwa. Angalau shule moja katika magatuzi yote 47 zilichunguzwa, huku wazazi na walezi wakitoa maoni kuhusu hali walizokumbana nazo huku wanafunzi ambao wazazi wao hawawezi kupata fedha hizo wakilazimika kusalia nyumbani. Nancy Okwari, nikiripotia Darubini Wikendi.